Ah, Kalo, na shaka kabisa mm. Ili ndio jiko langu mm. Ndio tutakuwa tunapika ah, takana mm. Upikia wewe kazi yako ni kutaka tu na kula nini, mambo yote yanaisha ah, e, kila kitu za kufungulia duka sinza la kwa kali Numa na ni watu wakiniambia, umezeeka mi nakataa, nasema uh-huh, ya zeka, si na bibi waone na na bibi unakuwa na kikao chako kigari mtoto kabla ya kuwa na wewe ah, nilikuwa na date naye. Hiyo mtoto alivyo mpumbavu, alimtangazia rafiki yake huyu mmoja, yani, yani alimwambia tu rafiki yake kama mna date ah, e, rafiki yake huyu mmoja, nikafanya ndio nikafanya video

nipeleke kwa mchungaji yoyote unayemwamini nipeleke <laughs> kwa mchungaji, mchungaji gani, wa mafuta wa maji, <laughs> au wa maji au nipeleke <laughs> kupambana na mizimu <laughs> kuna uwe wa gesi ndo ata nipeleke hey, kuwa naisha yangu kwa mchungaji ambaye anapambana na kwa misukule minau Ee, hey, Mungu, ukiniokoa <laughs> kwa hili tatizo naimba kwaya. Kwa hiyo leo mnaimba kwaya, achi